Usiku ule, kuta za nyumba za tajiri zilianza kuonyesha siri siri, ambazo hazijawahi kufuchuliwa kwa miaka kumi na tano. Mwanamke mmoja alirudi si kama mfanyakazi tena, bali kama kivuli kilichojaa giza la kisasi. Macho ya mchawi Nyamvula yalipogusa ya bwana wa nyumba, ukuta ukaanza kuonyesha maovu aliyoyafanya kwa wasichana wadogo na wakati mtoto wake mdogo alishuka ngazi akisema, mama, ni wewe? Siri kubwa ikafichuka, mtoto ambaye hamujui ni mwana wa damu ya mwathirika wake. Usiku huu hakuna hata mmoja ambaye ataondoka salama. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo? Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Usiku ulikuwa mzito, wenye ukimya uliokatwa na milio ya upepo uliovuma juu ya paa la chuma la nyumba ile ya kifahari. Ukuta wake mweupe ulipendeza kwa macho ya mtu yoyote, lakini kwa Zainabu ukuta ule haukuwa chochote bali kumbukumbu mbaya za maisha aliyoyapitia humo ndani. Alisimama kwa sekunde chache nje ya geti, akiinua macho yake aliyokuwa yamebeba maumivu ya miaka kumi na tano ya ukimya. Mikono yake ilitetemeka, si kwa baridi, bali kwa kumbukumbu zilizokuwa zikimrudia kama jinamizi. Leo inanibidi kumaliza kila kitu, aliwaza kimoyomoyo Zainabu alikuwa binti aliyejeruhiwa, si tu kwa mwili bali roho. Alikuwa na uso mzuri wenye utulivu wa ajabu, lakini macho yake yalikuwa na kivuli cha mtu aliyepoteza kila kitu. Miaka mingi iliyopita, akiwa msichana wa miaka kumi na minne alitumwa kama mfanyakazi wa ndani katika nyumba hiyo hiyo. Ndani ya ukuta huu wa anasa ndiko maisha yake yaliharibika, ndiko heshima yake ilipondeka, ndiko ndoto zake zilifukiwa. Mateso aliyoyapata kutoka kwa Bwana Sindato Tajiri mwenye nguvu na jina kubwa mjini hayakuwahi kumtoka akilini. Mwanamume huyo mwenye nywele zilizokiwa na uzee, lakini bado mwenye misuli iliyojaa kiburi, ndiye aliyemwacha na kovu la maisha. Lakini leo Zainabu hakuwa tena yule msichana mdogo aliyekuwa akilia ndani ya chumba cha giza. Leo alikuwa mwanamke aliyekuja na kitu ambacho nyumba hiyo haikuwahi kukiona: kisasi kilichopangwa kwa miaka na ushirikina wa giza uliokuzwa kwa siri. Alivalia buibui jeusi uliofunika mwili mzima hadi uso, akijifanya ni mjakazi mpya aliyeitwa baada ya tangazo la kazi aliloliona mtandaoni. Hakuna aliyemfahamu kena, hakuna aliyetambua sura yake baada ya miaka. Mwanamke aliyemfuata alikuwa kimya akitembea nyuma yake kama kivuli. Huyo ndiye Nyamvula, mchawi kutoka kijiji cha mbali aliyekuwa na uwezo wa kutazama roho kupitia macho, mwanamke wa ajabu mwenye mwili mwembamba sana, mwenye macho mekundu kama makaa ya kuungua. Uko tayari? Mwanga hafifu wa taa ulipiga usoni mwa Nyamvula akionyesha tabasamu la kutisha. ndiyo leo, lazima itimie, Zainabu alijibu kwa sauti ya chini. Waliingia ndani, wakamkuta mlezi wa nyumba akishangaa kwa kuwa bosi wake alikuwa nje kikazi na mama Sindato alikuwa juu akilala. Karibuni, mna uhakika ni leo? mulikuwa mmepangiwa kuanza? mlezi aniwauliza kwa tahadhari. Nyamvula akatabasamu akisema, tumeitwa na mwenye nyumba, amesema tuingie tusubiri sebuleni. Sauti yake ilitoka kwa ukavu kama mtu aliyemeza mawe. Mlezi alihisi kitu tofauti, lakini hakutaka kuhoji zaidi, akapotea jikoni. Zainabu akapumua kwa nguvu akijua safari imeanza. Ndani ya sebuleni, nyumba ile ilionekana ile ile ya zamani: ukuta mweupe, mandhari ya utajiri, picha ya Sindato akiwa amesimama na familia yake, mke na watoto wawili. Na hapo ndipo hasara yake ilipomvaa, hayo macho ya watoto Yalimrudisha usiku ule, usiku ambao alinyang'anywa utoto wake. Si walengi wao, alijisemea, lakini lazima wafahamu ukweli. Usiku ulichelewa kabla ya bwana Sindato kurudi. Milango yake ya gari ilifunguka kwa kishindo, ishara ya ujeuri wa mtu ambaye hakuwahi kutaka ujue alichokuwa na hisi. Alikuwa tayari amelewa kidogo, akibebwa na harufu ya pombe kali. Alipofika sebuleni, macho yake yalimwangukia Zainabu, lakini hakumtambua Walipishana macho yale machafu ya kiburi. Wewe mpya sio? Aliuliza huku akiinamisha kichwa kwa ubishi. Ndiyo bwana, Zainabu akajibu kwa sauti ya heshima iliyojaa sumu. Nyamvula akajipenyeza upande wake akiinua uso kidogo kumtazama Sindato. Mara moja macho yake yalikutana macho yake mekundu kali kama ya patu wadaga magari yalimwenganya ndani ya mwili Sindato akatetemeka ghafla ni kama mtu aliyeguswa na kitu kisichokuwa cha dunia hii. What, nani wewe? aliongea kwa kugugumta. Nyamvula akasema kwa sauti ya chini, aliyekuona ukweli wako uliojificha. Sindatu akajifanya kucheka, lakini baridi ilipiga mgongo wake kama upepo wa mauti. Hakujua kuwa usiku huu nyumba yake ingeanza kupumua kwa sauti ya siri alizozificha kwa miaka. Wakati wote huo, Zainabu alijitenga pembeni, akimwangalia mwanaume aliyemuumiza kwa miaka alikuwa amesimama pale akiwa na nguvu kama kawaida, lakini haoni kinachokuja. Ulishawahi kusikia macho yanayosema ukweli? Nyamvula akamuuliza, wewe ni nani? Kwa nini unanizingua? Nyamvula akatembea taratibu hadi karibu na uso wake. Leo kila mtu atajua kwa haraka. Mchawi huyo alimshika Sindato usoni akimkazia macho yake mekundu. Sindato alijaribu kumkwapua lakini mikono yake ilitetemeka ghafla. Nyumba yote ilianza kusikika kama kunong'ona, minong'ono zake, minong'ono ya uongo, minong'ono ya maovu aliyowahi kufanya. Picha za kumbukumbu zikaanza kutokeza ukutani kama vivuli vinavyojichora vyenyewe. Akajiona akimdhuru Zainabu, akiwa msichana mdogo, akajiona akimuumiza mfanyakazi wengine wa zamani, akajiona akipanga nyama ya kumfisadi mwanadada wa jirani. Kila kitu kilikuwa kikiandikwa na ukuta, kikiwa hai, kikizunguka kama pepo. Sindatu akapinga kelele, hapana, hapana, haya siyo mimi lakini alikuwa yeye. Umekuwa ukijificha nyuma ya pesa yako, leo nyumba yako itasemaje? Nyamvula akamwambia. Zainabu alisimama kwa upande akisikiliza kelele za mtu aliyewahi kumdhalilisha, lakini ndani yake mvutano ulianza kuchipuka kwa kuona maumivu ya Sindato. Alihisi sio rahisi kama alivyodhani. Hili haikuwa kisasi cha kawaida, hili lilikuwa laana. Ghafla sauti ya mtoto ilisikika juu ya ngazi. Baba, kulikoni? Kilikuwa ni Jabir mtoto wa miaka kumi ndani ya sekunde moyo wa Zainabu ulimumpiga kwa nguvu kama mtu anayepigwa radi mtoto yule alikuwa yule yule aliyemwona miaka mingine nyuma akiwa mtoto mchanga alikuwa mdogo sana bila hatia bila kujua chochote sindato akapiga kelele kama mtu aliyeona kifo chake akangoka sakafuni akipiga magoti tafadhali tafadhali usimdhuru Jabir nifanya chochote unachotaka kwa mara ya kwanza miaka mingi Zainabu alimsikia sindato akiomba, lakini ndani ya moyo wake kitu kilikuwa kikikaruza. Hadithi hii ilianza kwa kisasi, lakini sasa imefika mahali palipojaa maovu zaidi aliyotarajia Zainabu. Nyamvula akamwita kwa sauti ya ajabu, tangu mwanzo nilikuambia miguu isiyo na damu haitembei mbali. Ili kisasi kikae, lazima damu ya familia iguse sakafu. Hapana, Zainabu alijibu Nilikuleta kumwangamiza yeye, sio mtoto wake. Nyamvula akacheka, sauti ikitoka kama ya ndege wa usiku. Lakini hujui kitu, mtoto huyu si wake. Zainabu akageuka ghafla. Umekwenda kusema nini? Mtoto huyu ni wa damu yako. Moyo wa Zainabu ukasimama. Acha upumbavu, Sindatu alisisimuka. Nyamvula unadanganya, lakini macho yake yalimetameta kama taa za zepuni. Zainabu, kumbuka ile siku ile siku waliokufanya ukapoteza fahamu, hukujua uliokuwa umebeba ndani yake mimba. Hile haikupotea kama alivyokuambia, alikupeleka kwa mganga wake, wakachukua mimba, wakamlea mtoto kama wao. Kilio cha Zainabu kilitoka kama mtu aliyekanyagwa moyo. Haiwezekani, haiwezekani! Jabira alishuka ngazi akimkimbilia ya mama yake wa kufika, hakujua kuwa mwanamke aliyekuwa anashikilia roho yake ilikuwa hapo. Zainabu alimwangalia kwa macho yaliyofurika machozi aliona macho yake yale, macho yaliyomwona kikirovo akiwa msichana mdogo. Mioyo yao ilijibu kimya kimya. Jabir, sauti yake ilitetemeka. Sindatu akalia kama mtu aliyeona kifo chake. Tafadhali, sikutaka iwe hivi, nilifanya makosa, lakini mtoto hana kosa. Lakini kumbukumbu kumbu zilimrudia, maumivu, damu baridi, kilio cha ndani kilichokufa. Halafu akamwona Jabir, mtoto wake. Upendo uliokuwa umeuzima kwa miaka ukafufuka ghafla, ukapigana na hasara iliyomlea. Nyamvula akasema, sasa chagua, kisasi au zazi, giza au nuru, laana au rehema. Nyumba yote ikatetemeka, ukuta ukionyesha picha tatu. Zainabu mdogo akinyanyasiwa, Sindato akicheka kwa juu yake, na Jabira akiwa mchanga mikononi mwa daktari wa siri. Hiki ndicho kilikuwa kilele cha hadithi. Zainabu alimwangalia mtoto wake, akamfikia taratibu. Jabira akasema mama, mama ni wewe. Lakini hakujua kwa nini vile alivyosema mama kilitoka mithili ya siri aliyozaliwa nayo. Moyo wa Zainabu ukakunjuka kama ua lililokumbuka jua. Alimkumbatia, alihisi joto la damu yake, alihisi moyo wake ukipiga ndani ya kifua cha mtoto wake. Miaka ya maumivu ikayeyuka katika sekunde chache. Nyamvula akainua mikono juu, akitaka kukamilisha laana lakini Zainabu akapiga kelele ya giza, hapana! Sitamuua mtoto wangu, kisasi changu si lazima kiharibu kizazi. Kwa mara ya kwanza macho ya Nyamvula yalionyesha mshangao. Sasa unavunja mkataba, Zainabu, na uvunja kwa hiari. Nyamvula akapiga kelele ya giza. Kuanzia pale, taa zote zikazima, pepo kali zikapita ndani ya nyumba, ukuta ukaanza kupasuka. Zainabu akamfunika Jabir Nyamvula akatoweka kwa moshi mweusi uliovuma juu kama kimbunja la laana. Ghafla ukimya ukarejea. Sindato kwa magoti alilia kimya kimya kimya. Nisamehe, nisamehe kwa kila kitu. Zainabu akamwangalia kwa macho yasiyo na huruma. Siwezi kusamehe maovu uliotenda, lakini siwezi kuwa muuaje. Adhabu yako ni hii, kutoka leo kila mtu ataona ukweli wako. Na ukuta kama uliosikia amri ukaanza kuonesha picha za maisha ya Sindato, siri zake, mambo yake ya giza bila kuacha chochote, hakuruhusiwa tena kuificha dunia. Hapo ndipo alilia kama mtu aliyekosa pumzi kabisa. Zainabu akamshika mtoto wake mkono, tunaondoka. Walipotoka nje ya nyumba ile, upepo mkali ukapiga nyuma yao kama kufunga mlango wa historia. Nyumba ile haikuwahi kuwa ya amani tena, ilikuwa mwanzo wa mwisho wa utawala wa Sindato, na Zainabu akiwa na mtoto wake pembeni, alitembea usiku huo kuelekea maisha mapya, si ya kisasi tena, bali ya uponyaji. Kipi cha kujifunza kwenye simulizi hii? Kuna maumivu ambayo yanaweza kugeuka kisasi, lakini pia kuna ukweli unaoweza kubadilisha hata moyo uliovunjika. Zainabu alipata jibu alilokuwa amelifuta moyoni kwa miaka, na akaamua kuhifadhi uhai bila kurudisha ubaya kwa ubaya. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, kipi umejifunza kwenye simulizi hii? Andika maoni yako hapo chini, like video hii, share na rafiki zako, na subscribe ili usipitwe na simulizi mpya kila wiki za kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo. Bye.